Ukusanyaji wa kodi nchini umekuwa donda sugu kwa serikali, huku mara nyingi taifa likikosa kuwafikia malengo yake katika kila mwaka wa fedha. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha, katibu katika wizara ya fedha, Chris Kiptoo, amesema kuwa taifa linapaswa kukusanya shilingi trilioni 3.3 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026. Bajeti ya serikali inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 4.2 huku trilioni 3.1 zikitarajiwa kutumika katika kulipa mishahara na shughuli za kuendesha serikali za kila siku. Maendeleo yatapewa shilingi bilioni mia sita na arobaini na tatu. Mgao wa kaunti utachukua shilingi bilioni 474 na huku shilingi bilioni mbili zikitumika katika hazina ya dharama. Katika makadirio haya, kuna nakisi katika bajeti hii ambayo ni shilingi bilioni 876. Nakisi hii itajazwa kupitia mikopo. Mikopo ya humo nchini itakuwa ya shilingi bilioni 284, na deni la nje likiwa shilingi bilioni 591. Ikilinganisha na mwaka jana, serikali ilikosa kukusanya fedha za kutosha, huku kufikia mwezi Machi kulikuwa na upungufu wa shilingi bilioni 161. Serikali inadai kuwa inapanga kuziba mianya yote inayopelekea kupotea kwa fedha kwa kuhakikisha kuwa kuna uwazi na fedha zote zinakusanywa katika kapu moja kuhakikisha hilo serikali ina mfumo wa kidijitali wa e-procurement ambao unatarajiwa kuigharimu serikali shilingi bilioni tatu mzigo wa ushuru sasa kwa wakenya unaonekana kuwa ni swala ambalo halitawaepuka hivi karibuni licha ya serikali kusema kuwa bajeti ya mwaka huu haitawaumiza